Yeah, ni Scott Beatz channel kutoka safination music. Ni producer halari wa safination music na mmiliki halari wa safination music. Uh, sasa leo tumepiga base moja inaitwa ampia bas ampia bas ambano, hii hapa tusikilize sound hii ampia bas, afu tuone tunaifanyaje <coughs> Navo saundi ibesi, naomba tukaijaze hii bezi yetu tuibusti. Uh, tunaweza tukaibusti uh, kwa kutumia tukaibusti kwa kutumia base professional ambayo ndio hii hapa.

Hiyo unaweza ukaifata, uh, ukaifata. Kuna plugin moja ambayo ni fero mumu ya katika fero, sijui itaiona ile plugin uh, maana macho yangu mpaka yamechoka, sasa hivi anatamani ya tu kulala. Uh, lakini pia kama huja subscribe channel yangu subscribe channel yangu ya Scott Beatz channel, like share na kucomment. Uh, itakuwa umetisha tisha kinyama kinyama. Kama unahitaji ushauri wowote, unaweza kunicheki. 07 10 13 69 25 ndio namba yangu ya WhatsApp. Ah, uh, itakuwa umetisha kabisa aina shida. Yes. Ah. Uh, yeah, tofute plugin moja inaitwa ah, uh, inaitwa unaweza ukaipigia bobeze. Ah, uh, unaweza ukaipigia bobeze kwa chini kidogo. Yes. Kwa uh, chini ya base ukatafuta bobeze. Yes, bobeze, bobeze, bobeze. Okay, BooBass na nikimbia kimbia ama sijaiweka BooBass. Hai, ngoja tuangalie hapo. Uh, kuna ile plugin ya automatically unapo installation ya FL Studio. Uh, ile plugin inakuja moja kwa moja. Ah uh, inaitwa BooBass. Yes, inaitwa BooBass. Yes, plugin ni hii hapa, nilikuwa sijaiweka. Ni hapa inaitwa BooBass. So unachokifanya hapo, na copy hii bass unaipaste hapa chini, ambayo kwenye hii ah, lakini unaweza uka ukaipandisha hapo juu, ukaipandisha hapo juu. So keyboard yangu kama inakataa hivi, keyboard yangu kama inasumbua hivi. Yes, una keyboard yangu. Okay, ipanda hapo juu, tutajaribu kuipiga, tuisikie. Ya, ya. Kako, mabu, sikia, yes. Yeah. Yeah. Yeah. Kitu kama hiko lakini pia unaweza ukaweka saundi. Yeah. Kuna kitu sikioni hapa. Kuna kitu sikioni hapa, oh. Yeah. No no, no, no, no. Kuna kitu sikioni hapa. Yes, yes, yes. Kitu sikia kiona hapa. Yes, tuzukaeka hiki <coughs> yes, hapa <coughs> ana ikikina vuma, bass yake na Yeah. Ah, kama unahitaji plugin yoyote wenye cheki tu kwa namba ya simu 0710136529, ndio nambangu ya WhatsApp, kama unahitaji kuongea na mimi. Uh, moja kwa moja pia unaweza ukanicheki WhatsApp, uh, tukabonga nikakupatia namba ya mawasiliano automatically uh, ukanipigia tukaongea, lakini pia unaweza kufika ofisini kwa kuhitaji plugin nyingi zaidi. Okay, Nitoskot, beat is touch, touch, abu, tukas, financial music uh, asante watu wangu wa Congo, Kenya, uh, Burundi, uh, Uganda, uh, asanteni kwa subscribe zenu, asanteni kwa kufanya biashara na mimi uh, za plugin kwa kuniamini. Asante sana, ndio Scott bit is touch touchable, safi nation, ndio nyumbani.